Ndugu yangu ninakusalimu sana katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Naitwa Mchungaji Mwanja. Leo nina furaha kubwa sana tena kuwapo mbele yako siku ya leo ndugu yangu mpendwa ninayekupenda sana. Na siku ya leo nataka niongee na wewe ujumbe mzuri unaosema umuhimu wa kumrudia Mungu. Umuhimu wa kumrudia Mungu. Elewa wazi ya kwamba uh, maisha ya mwanadamu au maisha yako wewe ni maisha ya vita, ambapo ni lazima uthubutu upambane mwenyewe kwanza binafsi, na ukisha kupambana, ndipo sasa uh, upaswe kukata tamaa kabisa, unapaswa kumrudia Mungu, ili yeye Mungu huyo ndiye aweze kukusaidia na kukuwezesha katika hiyo vita yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Uh, ukisoma kile kitabu cha Mathayo sura ya nane kuanzia ule mstari wa kwanza, Mathayo sura ya nane kuanzia ule mstari wa kwanza, maandiko yanasema hivi, Biblia inasema hivi, Mathayo sura ya nane kuanzia ule mstari wa kwanza, naye aliposhuka mlimani, anasema makutano mengi walimfuata, na tazama akaja mtu mwenye ukoma akamsujudia akisema Bwana, ukitaka waweza jitakasa. Yesu akaunyosha mkono akamgusa akasema nataka, takasika. Mara ukoma wake e, ukatakasika. Yesu akamwambia angalia, usimwambie mtu, ila nenda ukajionyeshe kwa makuhani ukaitoe sadaka kama ulivyoamliwa na Musa, iwe ushuhuda Uh, tunaona mahali hapa Biblia inatuambia kwamba Yesu alikuwa ametoka milimani. Yesu alikuwa ametoka milimani. Huko milimani alikuwa ameenda kufanya nini? Huko milimani kwa ni desturi yake Yesu kila siku alikuwa anaenda kuomba. Walikuwa ameenda kwenye maombi, na alipomaliza maombi Biblia inatuambia aliposhuka, makutano wakamjia Bwana Yesu. Walipomjia, Biblia atambia yuko mwenye ukoma, naye akamjia Bwana Yesu, akamwambia Yesu, naomba kama ukitaka unitakase, uniponye ukoma wangu. Kwa sababu kipindi hicho ukoma ulikuwa ni tishio, kilikuwa ni kitu kibaya. Mtu akiwa na ukoma alikuwa ni mtu ambaye alikuwa natengwa, hawezi kukaa na jamii, kwa sababu ukoma ulikuwa naweza kuambukiza, lakini pia ulikuwa ni ugonjwa mbaya, kitu ambacho kilikuwa kinaonekana mtu aliye na ukoma ni kama mtu aliye laanika. Sasa anamwambia Bwana Yesu kwamba naomba unitakase. Yesu, Biblia anatuambia kwamba akasema ninataka natakasika. Kwa hiyo Yesu akamtakasa, akaunyosha mkono wake akamgusa, na kisha yule mtu akatakasika na ukoma wake ukaondoka. Kwa hiyo maandiko yanatuambia kwamba ndipo Yesu akamwambia ya kwamba nenda kajionyeshe kwa makuhani. Tunaposema makuhani, makuhani ni watu ambao walikuwa nasimama hekaluni na kufanya utumishi hekaluni, kama leo hii tunavyosema wapo wachungaji ambao wapo makanisani, wamesimama kwa ajili ya kuhudumia watu wa Mungu katika mambo ya kiroho. Kwa hiyo Yesu anamtuma huyu eh, huyu aliyetakasika anasema, nenda kajionyeshe kwa hao makuhani na ukatoe sadaka na lengo la kutoa sadaka, Biblia inatuambia kama Musa alivyowaamuru nini? Sawa, kama Musa alivyowaamuru lile halikuwa wazo tu la Musa, ila isipokuwa lilikuwa ni wazo la Mungu kwamba kila tunapoenda katika nyumba za Mungu aliye hai tunapaswa kwenda na sadaka zetu, tukatoa sadaka. Kwa sababu tunaposema nyumba ya Mungu ni madhabahu, madhabahu yoyote ile huwa inahitaji sadaka uwezo wa madhabahu unategemea na vile watu wanavyotoa sadaka kwenye madhabahu zao kwa hiyo ndivyo ilivyo mahali popote pale kanuni ya madhabahu yoyote ile ni sadaka kwa hiyo Yesu anasema kwamba uwezi ukaingia e, madhabahuni ukamwona kuhani pasipo kutoa sadaka kwa hiyo akawaamuru kwamba nenda kapeleke sadaka na ukajionyeshe kwa makuhani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa niseme wazi ya kwamba ukienda kuangalia huyu mwenye ukoma, sio kwamba Yesu alikuwa ni mtu wa kwanza kumwendea, bali alijitahidi na kuthubutu kufanya kwa gharama zake zote na kwa uwezo wake wote kuhakikisha kwamba anakuwa salama na anaponywa ukoma wake, lakini bahati mbaya, kila jitihada hizo zichukua hazikuweza kumsaidia. Aa, huyu mwenye ukoma akatafakari na kufikiria sana ya kwamba itakuwaje, ikiwa nimejitahidi, nimechukua jitihada mbalimbali ili niweze kupona katika hali yangu ya ukoma, lakini haijawezekana na imeshindikana. Sasa nitakachokifanya, nitaenda kwa Bwana Yesu, ili Bwana Yesu aweze kuniponya na kunitakasa. Biblia inatuambia alipoenda kwa Bwana Yesu, Bwana Yesu akamponya na akamtakasa. Ndivyo ilivyo hata katika maisha yako ndugu yangu, kama nilivyotangulia kusema hapo mwanzo, ya kwamba maisha ya mwanadamu au maisha yako ni maisha ya vita. Lakini pamoja ya kwamba ni maisha ya vita, nini maana yake? E, maisha yako ya vita ni lazima upambane mwenyewe, upigane mwenyewe mpaka upate matokeo lakini inapotokea hakuna matokeo ni vizuri kurudi kwa Mungu ili Mungu akusaidie kupata hayo matokeo uliyo nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa katika maisha yetu tuliyonayo, iko hivi, Mungu amefanya baadhi ya vitu viko ndani ya uwezo wetu, lakini kuna baadhi ya vitu vingine viko ndani ya uwezo wa Mungu mwenyewe kwa hiyo nini maana yake? Kuna vitu ambavyo usipopigana mwenyewe na hauwezi kupata ushindi na wala hauwezi kufika popote, lakini utakapopigana ndivyo ambavyo utakaweza kupokea matokeo mazuri na kupata ushindi katika maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu Mungu hakumuumba mwanadamu kama mashine e, naposema kama mashine e, ninamaanisha kwamba hakukuumba ili wewe utapokea tu vitu anataka, na wewe uweze kushiriki kufanya mambo ili yaweze kutokea. Na ndiyo maana iko hivi, tunahimiza watu mbalimbali mbali kwa kisha wanafanya kazi kwa bidii, tunahimiza e, tuna watu wafanye e, kazi kwa bidii, wasisubiri kuona kana Mungu anaweza kuwatendea yote. Mungu anaweza yote, lakini kuna vitu vingine anaviacha wewe mwanadamu uweze kuvifanya mwenyewe kwanza, lakini yale yanayokushinda ndiyo Mungu anayoingilia kati. Kwa hiyo sikiliza, ndugu yangu mpendwa, nikwambie ya kwamba ninajua yako mambo mengi, umejitahidi kupambana, lakini yaliyokushinda hayo ni ya Mungu, na ndio maana niko mahali hapa, yale yaliyokushinda yote tunaenda kumwita Mungu na kumwomba Mungu ili akusaidie na uweze kushinda katika jina la Bwana aliye hai. Maombi ninayoyaomba hapa sasa ni yale ambayo yamekushinda uweze kufanikiwa. Maana kuna baadhi ya watu wanaweza kufikiri kwamba pengine labda sisi wahubiri tupo kwa ajili ya kufanya miujiza, watu wasifanye kazi. Ila isipokuwa tupo hapa kwa ajili ya kuwasaidia watu kuwavusha waweze kufikia mahali palipo pazuri, katika mambo yale ambayo yamewashinda katika namna ya kawaida. Wamefanya jitihada, lakini imeshindikana, ndipo tunapo apply muujiza uweze kuwasaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona, huyu mtu amefanya jitihada za kujiponya, lakini haijawezekana. This time anaamua kukimbilia kwa Mungu, anaamua kukimbilia kwa Bwana Yesu na kumwambia Bwana Yesu, naomba unitakase. Kwa nini? Kwa sababu jitihada zake kimsingi zimeshindikana. Sikiliza, ingekuwa anaweza haya, angeweza kujiponya hata bila kwenda kwa Yesu, lakini kwa kuwa imeshindikana, na ndiyo maana ameamua kwenda kwa Yesu. Na mimi niseme wazi ya kwamba yako mambo ambayo yamekushinda kwenye maisha yako. Nataka leo niseme wazi ya kwamba usinyamaze kimya, yalete kwa Yesu Kristo. Yeye ana uwezo wa kuyatatua na kukusaidia katika jina la Bwana aliye hai. Na siku ya leo wewe unayenisikia hapa mahali, niseme tu wazi kwa jina la Bwana aliye hai. Yale yaliyokushinda leo yanaenda kuwezekana katika jina la Yesu. Ile biashara iliyokushinda leo inaenda kuwezekana katika jina la Yesu. Yale magonjwa yaliyokushinda leo yanaenda kuachilia katika jina la Yesu. Ile shida, ile ndoa iliyoshindikana inaenda kutatulika na kuwa salama katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Nami nasema wazi katika jina la Yesu, kila chochote kilichokushinda katika namna ya kawaida, katika kujitahidi kwako, tuna apply muujiza wa kimungu uje na ukutokee. Bwana akusaidie katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ndugu yangu, niseme wazi ya kwamba sisi kama watumishi wa Mungu, mimi kama mtumishi wa Mungu nipo kwa ajili ya kutamka yale yaliyoshindikana yaweze kuwezekana. Ninajua kuna baadhi ya watu ambao wamekaa miaka mingi sana, sio kwamba hawana bidii, sio kwamba hawana juhudi, sio kwamba hawafanyi kazi kwa bidii, lakini imeshindikana. Maisha yao yamekuwa ni magumu. Kuna watu hawajapata nyumba hata sasa, na sio kwamba ni wazembe, sio wazembe, wamejitahidi kwa hali zao zote, kwa, kwa namna yao yote wamejitahidi kukuza mitaji yao haijawezekana kupanda. Wamejitahidi kujitibu na kujiponya magonjwa yao, lakini imeshindikana. Leo nimekuja niseme katika jina la Bwana aliye hai, hilo jambo hebu lisalende sasa kwa Bwana Yesu na mimi niseme wazi ya kwamba hakuna kitu kinachoweza kushindikana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bila shaka unanielewa kile ninachokisema yale yaliyokushinda leo. Kwa jina la Yesu natamka yanawezekana kwa jina la Yesu Kristo aliye hai kila nguvu inayokuzuia wewe, kila roho inayokuzuia wewe usonge mbele, kila mashetani. Kuna baadhi ya watu ambao wamefungiwa, wachawi wamefunga maisha yenu, mashetani yamefunga maisha yenu. Hayo magonjwa ulionayo ni magonjwa ya kutupiwa na mashetani, magonjwa ya kutupiwa na wachawi, maadui wamerusha magonjwa, wamerusha umaskini. Sio kila umaskini ni kitu ambacho kimekuwa katika hali ya natural lakini kuna umaskini ambao umerushwa na nguvu za giza, umerushwa na maadui. Leo nimekuja nitangaze katika jina la Yesu Kristo aliye ya hai yale yote yaliyoshindikana yanawezekana kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Nami ninaamuru kila chochote kilichokushikilia kimekukatisha tamaa, maadui waliokuzingira wamekukatisha tamaa, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, ninakujia hapo hapo ulipo kwa mamlaka ya jina la Yesu ninatamka na ninatangaza uachiliwe na uwe huru katika jina la Yesu aliye hai, kama huyu mwenye ukoma alivyosema. Alienda kwa Bwana Yesu akamwambia, Yesu, kama ukitaka, naomba nitakase. Nini maana yake? Amejaribu kufanya mambo mbalimbali na hajawezekana. Sasa anahitaji msaada wa kimungu, na ndio maana anamwambia Mungu, kama ukitaka, naomba nitakase. Naye Yesu anasema, nami ninataka Nataka utakasike. Kwa nini? Kwa sababu ndio kusudi la Mungu kuumba wewe, ili uwe salama, ili uwe bora, ili uwe ni mwenye mafanikio, ili uweze kujenga, ili uweze kuoa, ili uweze kuolewa, ili uweze kuzaa, ili uweze kufanya mambo yote ambayo mwanadamu amepaswa kuyafanya. Nami nasema yale yote ambayo yamekushinda, kwa jina la Yesu Kristo, leo ninataka kuapply muujiza juu yako ambao utakuwa ni ushuhuda mkubwa katika maisha yako, na niseme wazi, ndugu yangu, utakapoona muujiza umetokea ndani yako kama Yesu alivyosema ya kwamba nenda kajionyeshe kwa makuani na utoe sadaka yako, usiache kumtolea Mungu sadaka, naye Mungu ataenda kukulinda na kuendelea kuapply miujiza mikubwa juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo nimeleta suluhisho la maisha yako yanayokutesa. Sikiliza, mimi ninapoongea hapa, siongei tu kama ni mtu ambaye napoteza wakati wako, ila isipokuwa ninataka niongee kwa habari ya experience ile ambayo nime experience katika Mungu aliye hai. Yoyote aliyemkimbilia Mungu aliweza kutatuliwa mahitaji yake, na yeye alikuwa salama. Na mimi nasema ili mradi leo umetoa nafasi yako ya kusikiliza ujumbe huu na clip hii ya kusikiliza ibada hii, nami nasema kwa jina la Bwana aliye hai, Bwana anaenda kutokea. Kuna watu ana msongo ya mawazo, yawezekana ni wewe ndugu yangu, na msongo wa mawazo, unawaza kwamba sasa haya mambo yatakuwaje? Yawezekana umeachwa na mke wako, mume wako amekukimbia, hauelewi yameelekea wapi, amekuachia watoto ah. Yawezekana biashara yako, kila unapojaribu kuikuza na kuipandisha, ndivyo ambavyo naendea kuporomoka na kuishiwa kabisa, madeni yamekujaa. Leo nataka nitangaze kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, neema ya Bwana na nguvu ya Bwana ingilie kati maisha yako na muujiza uende kutokea katika jina la Yesu Kristo aliye hai, nawe uweze kufurahia maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Niseme wazi hapa duniani hakuna kitu kilichoshindikana kabisa. Ikiwa kimekushinda kwa nguvu zako, ziko nguvu za Mungu zitaweza kukusaidia na kukushindia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa niseme tu wazi ya kwamba e, Biblia inatueleza kwa habari ya mwanamke mmoja, alikuwa ni mke wa nabii. Biblia inatuambia kwamba nabii alimwacha akiwa na hali ya madeni, akafa. Na kwa kuwa amekufa na hawezi kulipa yale madeni, wale wadeni wa wa wa, wa yule nabii wakamwendea mke wake, wakasema, tunataka tukuchukua wewe tukuuze pamoja na watoto wako, ili iwe fidia ya kile mume wako alichokifanya Biblia atuambia kwamba ndipo, Biblia atuambia kwamba ndipo Elisha alipofika mahali pale, akamkuta yule mwanamke yuko katika maombolezo makubwa, haelewi afanye nini. Kwa hiyo Biblia atuambia kwamba ndipo Elisha akafanya muujiza wa kuleta mafuta, akajaza vyombo vyake vyote, na akamwambia uza na ulipe madeni, na nyingine endelea kutumia. Nami nasema kwa jina la Bwana aliye hai. Mimi ni Elisha wako leo Nimekuja nilete suluhisho la hiyo shida yako, mahitaji yako uliyonayo. Na Mungu wa mbinguni ni mwaminifu, ataenda kutenda na kufanya katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninaamrisha kila nguvu yoyote iliyofanya maisha yako yawe magumu, kila roho iliyoshikilia maisha yako, roho za kichawi, nguvu za kuzimu, kila roho yote ile ambayo imekufanya wewe uwe na hali ngumu na maisha magumu katika jina la Yesu Kristo aliye hai, ninaiamrisha toka kwa mtu huyu na uachilie. Ninaamrisha moto juu ya maisha yako sasa. Ninaamrisha uwezo wa kimungu juu ya maisha yako sasa. Ninaamrisha uponyaji wa kimungu juu ya maisha yako sasa. Ninaamrisha utukufu wa kimungu juu ya maisha yako sasa. Ninaamrisha hiyo shida ikuachilie, hayo magonjwa ya kuachilie. Ikiwa ni ukimwi, uondoke kwa jina la Yesu aliye hai. Malaria yaondoke kwa jina la Yesu aliye hai. Kensa, ya Yesu aliye ya kansa, kensa iondoke kwa jina la Yesu aliye hai. Taabu yoyote ile iondoke ya ndani yako, kwa sababu ukumbiwa shida wewe uliumbiwa mafanikio, uliumbiwa kusonga mbele, uliumbiwa kuinuliwa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kila aliyekushusha chini na kila kilichokushusha chini, ninaamrisha kikuachilie na wewe ukapandishwe juu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Naamuru uwezo wa kimungu, naamuru mamlaka ya kimungu, naamuru utukufu wa kimungu uwe juu yako. Ninaamuru mpenyo utokee juu ya maisha yako. Ninaamuru neema iwe juu ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo aliye hai katika jina la Yesu Kristo aliye hai katika jina la Yesu Kristo aliye hai katika jina la Yesu Kristo aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Nami ninatangaza maisha yako yawe salama kuanzia sasa, na neema ya Mungu iwe juu yako kuanzia sasa, na utukufu wa Mungu uwe juu yako kuanzia sasa. Kila ambacho umekitamani na kukingojea kwa muda mrefu kikatokee na kikawe miliki yako kwa jina la Yesu aliye hai. Wewe well, unayetamani kufanya mambo makubwa juu ya maisha yako. Ninatangaza sawa sawa na ikawe hivyo sawa sawa na ulivyotamani katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninatangaza upendo wa Mungu ukufunike, na neema ya Mungu iwe juu yako na utukufu wa Mungu uwe juu yako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Nami ninakuombea ukafanikiwe juu ya maisha yako na magonjwa yakapishiliwe mbali juu ya maisha yako, fedhea na kila huzuni isitajwe kwako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Nami ninakutamkia baraka na utukufu wa kimungu we juu yako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Ndugu yangu liye nisikiliza, mimi naitwa mchungaji Mwanja, ninakupenda sana katika jina la Yesu aliye hai. Na kwa ushuhuda au kwa sadaka yako basi unaweza kutuma Eh, kwa namba hii 0762 6807 97. Tarudia 0762 6807 97, au naweza kutuma kwa mtandao wa yas 0677 77 01 56. Ukifanya hivyo, na Mungu wa mbinguni atakubariki na neema ya Bwana itakuwa pamoja nawe. Ni kutakie siku njema na mafanikio katika maisha yako, na neema ya Bwana izidi kuwa pamoja nawe katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Shalom, shalom. Amen.